Kufuatia ripoti ya kituo cha habari cha kimataifa BBC ambacho kiliangazia juu ya tuhuma mbalimbali nchini Tanzania hasa matukio ya utekaji nyara pamoja na matukio ya ukandamizaji dhidi ya upinzani nchini Tanzania. Miongoni mwa waathirika wa matukio hayo walikuwemo wanaharakati kutoka nchini Uganda, Agatha Twaile, pamoja na Boniface Mwangi kutoka nchini Kenya. Kufuatia kauli hizi za wanaharakati, Askofu Bagonza ameibuka na kuzungumzia ripoti hiyo ya BBC. Amesema kwamba kama anadanganya na kama anasema kweli, huyu kama anazusha, anadanganya au anabomba, hajitendee haki na halitendee haki taifa letu na vyombo vyetu. Kwa kuwa msemaji si raia wa Tanzania, tuna haki ya kudai wajibikaji toka kwake, taifa lake na chombo cha habari kilichotumika kurusha taarifa hii, kusita kudai haki hiyo kuna tunyima haki ya kuwashughulikia wengine tunaodai wanachochea au kudhalilisha taifa na viongozi wake. Tumefungua kesi kwa shtaki wa Tanzania waishio nje kwa kuhujumu uchumi. Madai ya huyu ni zaidi ya kuhujumu uchumi, yanahujumu utu na heshima ya taifa letu. Kama asemacho kina hata robo ya ukweli, naona hebu, mimi na ninaomboleza kwa ajili ya taifa langu. Natamani siku hiyo ifutike katika historia ya taifa letu, hata kama ilifanyika kwa nia njema na moyo wa uzalendo kwa kulilinda taifa usalama na amani yake, lilifanyika kwa uzembe mkubwa unaofuta nia ya njema na uzalendo unaoweza kudaiwa kutumika. Pamoja na umasikini wetu, taifa letu lilipata heshima kubwa kimataifa kwa sababu ya msimamo wetu usiyoyumba katika kutetea utu, usawa binadamu na haki kwa binadamu wote wanaodhulumiwa popote duniani. Matokeo yake ya taifa letu lilikuwa nyumbani kwa wote wanaoonewa kwao. Tulitumia kidogo tulicho nacho kutetea na kupigania wanaoonewa na tukisaidia harakati zote zenye lengo la kutetea utu na heshima ya binadamu. Sasa mambo yamebadilika. Kutoka kuwa taifa la wanaharakati tunachukia wanaharakati, kutoka kupokea wakimbizi tunapeleka wakimbizi export, kutoka kutuhuma bebelu kuwaingilia kinyume na maumbile wazalendo hadi kutuhumiwa kuwaingilia kinyume na maumbile. Wanaharakati tumepatwa nini? Madai haya ya kutweza utu wa mtuhumiwa hayawezi kuwa yalianzia kwa mgeni mamluki. Ni ugonjwa ulio ndani ya mfumo wa vyombo vyetu vya ulinzi. Umeingiaje? Unafundishwa? Vione viongozi wetu wanajua, wako tayari kufanyiwa haya endapo mabadiliko yamefanyika hata bila kuibadilisha serikali. Polepole na mwambe wangejua, ingekuwa hivi. Kinga za wateule zinakinga kushtakiwa, hazikingi asila ya Mungu au karma, zinamkinga hazi mtu hazikingi hukumu ya historia. Tuliamini hatuko huru kama kuna jirani asiye huru. Je, yeah, kwa mwanadamu mwenzetu kulawitiwa, tunaamini tumelawitiwa wote. Tanzania ilikuwa ni taifa la kiwanaharakati, tulienda Msumbiji, Angola, Zimbabwe, Uganda, Afrika Kusini, sala Magharibi, Palestina, shersheri kupigana vita. Mambo ya huko yalituhusu kivipi? Kwa nini sasa tunachukia wanaohoji mambo yetu? Kuingilia kinyume na maumbile ndio jibu. Pamoja na ubaya wao wote, Wajaluo hawawezi kufanya kitu cha namna hii. Alisema kupitia katika kurasa zake. Wanaharakati hao kutoka nchini Uganda, Agatha Twaile pamoja na Boniface Mwangi walielezea namna ambavyo waliingiliwa kinyume na maumbile na baadhi ya maafisa ambao walitajwa katika mkasa huo. Hata hivyo, ripoti hiyo ya BBC iliangazia matukio mbalimbali ya ukiukwaji wa haki za binadamu, mateso dhidi ya wanaharakati pamoja na wanasiasa nchini Tanzania. Ni madai ambayo kwa kiasi kikubwa bado hajathibitishwa lakini ni madai ambayo yanadaiwa kutendeka katika ardhi ya Tanzania. Vyombo vya habari vya kimataifa siku za hivi karibuni vimekuwa vikifanya ripoti mbalimbali, ambayo imekuwa ikiegemea zaidi katika matendo ambayo yanakiuka haki za binadamu kwa wanaharakati pamoja na makundi ya kisiasa na makundi ya utetezi wa haki za binadamu. Kwa kiasi fulani, ripoti ya BBC imekuja kuangazia tena upya matukio yamekuwa ikidaiwa kutokea katika ardhi ya Tanzania.